Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, tumeona katika vyombo vya habari swala linaloendelea huko Kariakoo, ambapo kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo makamu mwenyekiti amekamatwa na polisi e, tumeona jinsi ambavyo wamekuwa po, polisi ni wengi na wamekamatwa kwa namna fulani ya udhalilishaji, ambayo kwa kweli kwa mujibu wa haki za binadamu sheria E, mtu ambaye hakatai kukamatwa hataki kukamatwa kwa njia ile. Na tukio hili limetokea Kariakoo na ni jioni hii hii, na haijajulikana sababu ya wao kukamatwa, lakini tunavyofahamu ni kwamba walikuwa wanataka kufanya kikao au kufanya mkutano na walikuwa wametoa taarifa polisi, kama ilivyo kwa mujibu wa sheria na kanuni, kwamba wanatoa taarifa na baadaye wanafanya wafanya mkutano wao Kukamatwa au aresti kwa lugha kwa lugha ya Kiingereza ni kitu cha kawaida na ni kitu cha haki, lakini utaratibu wa kukamata ndio unakuaga lazima ufuate sheria e. Kwa kiongozi kama yule angeweza tu kuambiwa tangulia polisi na kaenda, badala ya kunyanyuliwa mashati na kudhalilishwa kwa namna hiyo. Hii inafanya wananchi wengi washindwe kushiriki kwenye masuala yao ya, ya, ya siasa washindwe kushiriki katika kizao za ushiriki au kwa Kiingereza zinaitwa civic rights. Kwa hiyo tunakemea namna ya ukamataji uka wa namna hii, lakini pia tunatoa wito kwamba sheria ifuatwe, haki itendeke, na utaratibu unaofuatwa, kama ni kupelekwa mahakamani, kama ni mahojiano, basi yafuate misingi ya haki za binadamu. Asante.